Katika arizi ya Burkina Faso ambapo upepo wa mageuzi ulivuma kwa nguvu alijitokeza kijana jasiri. Kapteni Ibrahim Traore aliibuka kama mwanga wa matumaini kwa taifa lilokumbwa na giza la migogoro na ukoloni mamboleo. Kapteni Ibrahim Traore alizaliwa mwaka 1988 na katika kijiji cha Kela, wilaya ya Bondokai. Alipata elimu ya msingi na sekondari katika miji ya Bondokai na Bobo di ambapo alijulikana kwa utulivu na umahiri wake katika masomo. Mwaka 2006, Captain Traoré alijiunga na chuo kikuu cha Wagadu kusomea jiolojia na alihitimu kwa heshima mwaka 2009. Akiwa chuoni, alihusishwa na vikundi vya wanafunzi wa Kiislamu na pia alijiunga na chama cha kimataifa cha wanafunzi wa Burkina Faso ambapo alijulikana kwa kujitolea kutetea haki za wenzake. Baada ya kuhitimu Traoré alijiunga na jeshi la Burkina Faso mwaka 2009 na, na kupokea mafunzo ya kijeshi katika chuo cha kijeshi cha Georges Namoano. Alitumwa Moroko kwa mafunzo ya ulinzi wa anga kabla ya kuhamishwa kwenye kikosi cha miguu huko Kaya kaskazini mwa Burkina Faso. Mwaka ya 2014 alipandishwa cheo kuwa ruteni na alihudumu katika kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MINUSMA nchini Mali, ambapo alionyesha ujasiri mkubwa katika mapambano dhidi ya waasi. Alirejea Burkina Faso na kushiriki katika operesheni mbalimbali za kupambana na waasi wa Kiislamu, ikiwemo mapambano makali huko Djibo na operation ya Otapuam mwaka 2 Kumi na tisa. Mnamo tarehe 30 Septemba 2022 akiwa na cheo cha kapteni, Traore aliongoza mapinduzi ya kijeshi yaliyomwondoa madarakani kiongozi wa mpito wa muda huo Paul Henri Sandaogo Damiba. Wanajeshi walieleza kuwa Damiba alishindwa kukabiliana na uasi wa waasi wa Kiislamu uliokuwa ukiongezeka nchini humo. Traore alitangazwa kuwa rais wa mpito wa nchi hiyo na kuahidi kurejesha usalama na kuandaa uchaguzi wa kidemokrasia Akiwa madarakani, Traoré alianzisha mageuzi makubwa ya kiuchumi na kijamii. Alisitisha mishahara ya juu kwa maafisa ya juu wa serikali na yeye mwenyewe kubaki na mshahara wake wa kapteni. Alinationalize migodi miwili ya dhahabu na kuanzisha kiwanda cha kusafisha dhahabu nchini humo, hatua iliyolenga kuongeza mapato ya serikali na kudhibiti rasilimali za taifa. Aiza, alikataa msaada wa kifedha kutoka IMF na benki ya Dunia, akisisitiza kuwa Burkina Faso inaweza kujiendeleza bila masharti ya taasisi hizo za Magharibi. Ingawa hakuna taarifa rasmi kuhusu kukataa kujengewa misikiti nchini kwake, Kapteni Traore amejitahidi kudumisha umoja wa kitaifa na kuhimiza mshikamano miongoni mwa wananchi na dini na makabila mbalimbali amehimiza matumizi ya mavazi ya jadi ya Faso Dan Fani katika taasisi za serikali ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukuza utambulisho wa kitaifa na kupunguza athari za ukoloni. Kapteni Ibrahim Traoré, kijana jasiri aliyejitokeza kutoka kijiji cha Kela, ameandika historia mpya ya Burkina Faso kwa ujasiri na maono ya kuikomboa nchi yake kutoka katika makucha ya ukoloni mambolewa na migogoro ya ndani. Kwa hatua zake thabiti na msimamo wa kizalendo, amekuwa mfano wa kuigwa kwa viongozi vijana barani Afrika wanaotamani mabadiliko ya kweli kwa ajili ya watu wao. Kwa sasa Traoré anaendelea na juhudi za kuimarisha usalama, uchumi na mshikamano wa kitaifa huko, akilenga kuandaa mazingira bora kwa ajili ya uchaguzi wa kidemokrasia na maendeleo endelevu ya Burkina Faso. Niliyekuletea makara hii ni mimi Silvan Jackson, sina roho ruguru Dragon Sefi journalist. Asante.